Mange Kimambi siku ya leo amezungumzwa kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuanika uh, uchafu ambao Hamisa Mobeto amekuwa akimfanyia Stefano Aziziki mume wake kipenzi. Unaweza kuona uh, kuna namna fulani hivi uh, ule ubize wa Aziziki uh, ile namna ambavyo Aziziki anakuwa kambini kwa ajili ya mazoezi uh, na kama ambavyo tunafahamu kazi ya shemeji yetu Aziziki ni uchezaji wa mpira, na wachezaji wa mpira mara nyingi sana huwa wanakaa kambini, labda muda wa likizo ndipo wanaruhusiwa kwenda ku familia zao wanaruhusiwa kwenda kukutana na wenzi wao, lakini mchezaji wa mpira huwa analimitiwa sana kukutana na mwanamke wake, kwa sababu nguvu za mipira au uh, ile speed ya kukimbia zipo miguuni huku. Sasa unapokutana na mwanamke wako, kuna namna fulani uh, speed inapungua, nguvu zinapungua, uh, utakuja kuleta hasara katika timu, kitu ambacho mechi uh, nyingi ambazo utaenda kuzicheza uenda ukaenda kuleta matokeo ambayo hayaeleweki, kocha akashindwa kabisa kukuelewa lakini ndio maana wameamua kufanya hivyo yani kuwaweka wachezaji kambini, ili mradi tu waweze kuconcentrate katika mazoezi, alafu baadaye mchezaji anapopewa likizo kwa ajili ya kwenda kuiona familia yake inakuwa ni rahisi tu, anaenda likizo alafu baadaye anarudi kambini na kuendelea na mazoezi kama kawaida. Sasa tunaweza kusema kwa namna nyingine, mwanamke ambaye anaolewa na mcheza mpira anatakiwa kuelewa kwamba siku zote atakuwa peke yake. E, tofauti na ile likizo tu ambayo mwanaume wake atapewa e, huko kazini kwake e, lakini siku zingine hizo zote akiwa kambini kuitumikia timu yake, basi hatakuwepo naye, wataendelea tu kuwasiliana katika simu, na wala sio basi kufatwa kabisa nyumbani na kuenjoy na mpenzi wako yani kulala naye usiku kucha. Hicho ni kitu ambacho wachezaji wa mpira huwa wanakataliwa kwa asilimia kubwa sana. Sasa Mange Kimambi anakuambia ni kama vile upweke ulimshinda Hamisa Mobeto. Hamisa akashindwa kabisa kuvumilia Hamisa, akashindwa kabisa kumvumilia mume wake Aziziki na kuamua kuchepuka. Mange Kimambi ameweza kumuanika mwanaume ambaye anachepuka na Hamisa Mobeto, ni mwanaume wa kizungu kama ambavyo unamuona hapo. Huyo ni mwanaume ambaye anatoka kimapenzi na Hamisa Mobeto na Mange anakuambia Hamisa Mobeto walikutana zamani sana kabla hata hajakutana na Aziziki huyo mzungu. Tulikuwa tunasikia tu tetesi kwamba Hamisa anatembea na mzungu, Hamisa anachepuka na mzungu, Hamisa ana mpenzi mzungu, lakini tulikuwa hatuelewi ni mpenzi yupi huyo ambaye ni mzungu. Kumbe ndo huyu. Huyu ni mwanaume ambaye wameanzisha mahusiano na Hamisa muda mrefu kabla hata Hamisa hajakutana na Aziziki. Licha ya kwamba Mange mara nyingi anakuambia hapendi sana kuanika habari za Hamisa mitandaoni, lakini hii habari ameshindwa kabisa kuivumilia. Baada ya kuipata akaamua kuianika na kuonesha wazi kwamba ni kitu gani ambacho Hamisa Mobeto anamfanyia Azizi Ki. Sio jambo zuri, kwa sababu Azizi tayari ameshafunga naye ndoa. Azizi ametoa ng'ombe zake 30, ni ng'ombe nyingi sana, na ametoa pesa za kutosha kwa Hamisa Mobeto kwa ajili ya kumuoa tu na kumchumbia, na baadaye akaamua kwa heshima kubwa, lakini Hamisa ile heshima ameshindwa kabisa kuitunza, ameshindwa kabisa kumheshimu mume wake na kuamua kuchepuka na huyu mzungu, jambo ambalo limemuumiza sana Azizi Ki. Na Mange Kimambe anakuambia kitu kimoja ambacho Hamisa amebahatika nacho, amepata mwanaume ambaye anampenda sana. Unaambiwa Azizi eh, akishapewa na na eh, likizo yake tu eh, kule kazini kwake eh, katika timu yake ya mpira mbio moja kwa moja kwa Hamisa Mobeto, na unaambiwa anaspendi muda wake wote na Hamisa Mobeto DM za wadada ambao wanamsumbua kwa sababu kuna wanawake wengi sana ambao wanamtamani Azizi Ki, lakini Azizi yeye ameweka nia moja tu kwa Hamisa Mobeto, kitu ambacho Mange Kimambi anakuambia Hamisa, namna ambavyo amefanya na huyu mzungu, kwa asilimia kubwa sana Azizi Ki huenda akiona anaweza akamsamehe, lakini ile imani ya kuzidi kumwamini na kumpenda zaidi inaweza ikapungua kwa asilimia kubwa sana. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu laandikwa neno subscribe.